Uh, siku mbili tatu zilizopita tulikuwa na kikao kama hiki tukizungumza kuhusu JKT Queens, malengo tulionayo kuelekea ligi ya mabingwa wanawake Afrika, mashindano ambayo yatafanyika Algeria mwanzoni mwa uh, mwezi Novemba, na maandalizi ya kuelekea huko. Katika maandalizi tulieleza tumeanza kambi tangia tarehe nne kambi ya ndani lakini, tukaeleza leo tarehe tisa timu yetu itaondoka kuelekea Istanbul kule Uturuki kwa ajili ya kuweka kambi ya mazoezi na kujiandaa kwa ajili ya mashindano e, hayo. <coughs> tumelazimika kuwaita wanahabari kutokana na, na yaliyojitokeza na namna ambavyo JKT Queens tunataka kuyashiriki. Tulipokea barua kutoka TFF ikiwaalika wachezaji wetu kumi na watatu kwa ajili ya kuunda kikosi cha timu ya taifa wanawake kwa maana ya Twiga Stars kujiandaa na mchezo wa kufuzu Wafcon dhidi ya Ethiopia na kambi hiyo inatakiwa ianze tarehe kumi na tatu kwa ajili ya mchezo huo wa kwanza utakaofanyika hapa na baadaye kule Ethiopia. E, ukiangalia wachezaji kumi na watatu kutoka katika timu yetu ya JKT Queens maana yake ni kwamba ndio wanayo wanaounda timu ya taifa katika mashindano hayo makubwa ya Wafcon. E, kwa maana hiyo uongozi wa jeshi ambao ndio wanaoimiliki timu ya JKT Queens wakimshirikisha mkuu wa majeshi kwa maana ya Jenerali Jacobo John Mkunda walikaa na kulichakata jambo hili kwamba nini kifanyike. Lakini kwa sababu timu yetu ni ya kizalendo, inajua umuhimu wa mafanikio ya kitaifa, na kule Uturuki tulikuwa tunakwenda kwa lengo la maandalizi, ni mazoezi, si mashindano. Hivi ninavyozungumza wachezaji wetu hawana taarifa za mabadiliko bado. Akili zao zinawatuma kwamba usiku wa leo tutaelekea Uturuki. Kwa hiyo tumeona tutumie eh, wasaa huu kujulisha umma wa Watanzania kwamba viongozi wa jeshi wanaomiliki JKT Queens nikimaanisha, mkuu wa utawala wa Jeshi la Kujenga Taifa Brigedia Jenerali Hasani Mabena, mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa Jenerali Rajabu Mabele na mkuu wa majeshi, maanisha CDF Jenerali Jacobo John Mkunda kwa pamoja walichakata jambo hilo na kutoa maamuzi kwamba safari ya Uturuki tuiahirishe. Kwa hiyo safari ambayo ilikuwa ifanyike leo ya JKT Queens kwenda Uturuki kwa ajili ya maandalizi eh, ya mashindano ya ligi ya mabingwa Afrika kule Algeria, eh, haitakuwepo. Na haitakuwepo kwa maana ya utaifa na uzalendo, tumetazama faida kubwa kwa ajili ya kulitumikia taifa wachezaji kumi na watatu watakapokuwa wameondoka katika timu ya taifa iliyotangazwa, wasishiriki kwenye timu ya taifa, linakuwa ni pigo kubwa kwa timu, ni pigo kubwa kwa taifa, na itaonesha hatuna uzalendo. Na sisi ndio wazalendo namba moja. Kwa hiyo taifa kwanza. JKT Queens itaendelea kufanya maandalizi hapa nchini kwa ajili ya mashindano hayo yaliyoko mbele yetu, lakini wakati huo wakishiriki kikamilifu katika timu ya taifa ambayo kambi yake itaanza tarehe kumi na tatu. Ilikuwa tuondoke leo turudi tarehe ishirini. Tarehe ishirini hiyo tutakayorudi tunaanza maandalizi ya kwenda Algeria, kwa hiyo wasingepata nafasi ya kushiriki katika timu ya taifa. Jenerali uh, Jacob John Mkunda eh, mzalendo wa kweli, mwanamichezo anayependa michezo na anayefuatilia kuhakikisha kwamba mafanikio katika jambo analolisimamia yanakuwepo kuwepo, eh, ameelekeza kwamba timu hii sasa maandalizi yake yafanyike Tanzania. Tuwaombe radhi wapenzi wadau na mashabiki wetu, tuwaombe radhi pia wale wa kule Uturuki japo hawatatusikia lakini, kwa sababu hivi vyombo vinakwenda, mawasiliano haya yanaweza yakawafikia pia. Tuwaombe radhi kwa maandalizi ambayo tayari walikuwa wameyafanya kwa ajili ya kuipokea JKT Queens, eh, timu mbili za ligi kuu ya Uturuki ambazo niliwatajia tulizokuwa tucheze nazo mechi ya kirafiki tukiwa kule, zinacheza ligi kuu ya Uturuki e, mojawapo ikiwa inaitwa Fatih Varenspor ya kule Uturuki, na timu ya pili inaitwa Seki Mekoi BDS. Hizi ni timu ambazo tulikuwa tucheze nao mechi ya kirafiki kule, na tayari maandalizi ya michezo hayo hiyo walikuwa wameshaianza, na sasa hatutakwenda. Kwa hiyo tuwaombe radhi katika hilo, kwa muda ambao walikuwa wameupoteza na kujiandaa kwa ajili ya mchezo huu kwamba hatutaufanya pia, lakini tuwaombe radhi pia e, wamiliki wa uwanja ambao tayari tulikuwa tumeupata kwa ajili ya mazoezi kule Istanbul, e, uwanja wa ndio uwanja ambao ilikuwa tutumie kwa ajili ya kufanya mazoezi kwamba sasa hatutafika e, na walishajiandaa kutupokea. Kwa hiyo kwa ujumla nilichotaka kukieleza ni hicho, kwamba JKT tumetazama e, maslahi mapana ya taifa, tumetazama mafanikio makubwa ya taifa, tumeliangalia hilo kwa ajili ya kuitangaza nchi yetu kimataifa katika mashindano haya makubwa Afrika Wafcon, ambao wachezaji wetu kumi na tatu wana, wana, wanaunda kikosi hicho eh, kilichoitwa kuanza kambi ya mazoezi tarehe kumi na tatu. Kwa hiyo leo tutakuwa na Ngao ya Jamii eh, wachezaji wetu wale ambao walikuwa wanaondoka wanaondoka wachezaji ishirini na mmoja hawakuwa e, katika utaratibu wa mechi ya leo. hawakuwa kwenye utaratibu wa mechi ya leo kwa maana kwamba e, tunao wachezaji wengi, tuna timu ya under 17, tuna timu ya under 20 na wale senior team e, wachezaji takribani 46 walisajiliwa wako kwenye mfumo. Kwa hiyo walikuwa wanabaki wengine kwa ajili ya kuhudumu katika mchezo wa leo. Kwa hiyo ni jukumu sasa kwenye mchezo wa leo, Ngao ya Jamii dhidi ya ya Yanga Presence.